Hii ni changamoto nakupatia, iwe iwe wavaa kanzu mpaka kwenye magoti, hiyo umeweka videvu, havijulikani mbele, havijulikani nyuma, hiyo yana sifa yako yote. Tena ubaya zaidi, jamanini, utakuta mtu ata ata jambo ambalo Mtume alikilipenda na akilisisitiza, na akamuona mwingine yualifanya yuwajipamba nalo, lakini haji kwenye kikao kama hichi, akawa itakuwa ndio tusi yuwa mtusi Mtume. sallallahu alayhi wa alihi wasallam ametupendekeza sisi wanaume tukivaa nguo isiwe ndefu, lakini wewe angalia tu yao kwenye maulidi, nguo zetu wengi wetu takriban 90% nguo zetu ni ndefu wale uwaonao wewe mimi na wewe tuwaonao, kwa mtazamo wetu hawampendi Mtume, maanake wewe ume tumekuwa na hisabu asokuja maulidini, hampendi Mtume. Wale uwaonao wewe hawampendi Mtume, lakini nguo zao ni zile azipendao Mtume sallallahu alayhi wa sallam, hiyo wavaa kanzu mpaka kwenye magoti. Sasa wewe ikiwa wampenda kweli, kwa nini hukuweza kuvaa vazi alipendalo yeye? Hiyo wavaa kanzu mpaka kwenye magoti wewe ambaye kwamba wasema mimi ndiyo mpenzi wa mtume lao, tukikuangalia ututaiye moya tu hapo, tukakwambia tu kwa kwa haraka haraka, hebu nitajia mambo matatu ulionayo wewe mtume ayapenda. Shatu yafikirie, shatu yafikirie, manake waona haya ukija